Wa awwalu hisabi ukhrawi, na hesabu ya kwanza kule akhira, hesabu ya kwanza kule akhira. Hina yudhau linsanu fi qabri, hesabu ya kwanza kabisa ni wakati mwanadamu anapowekwa kaburini. Ndugu zangu, hesabu ya kwanza ni wakati unawekwa kaburini, umefariki, unawekwa pale. Fayuqalu lahu, hesabu ya kwanza ataambiwa mwanadamu anapowekwa pale kaburini kwenye mnandani wake, man rabbuka, ni ni nani wewe mola wako ni nani? Wewe mola wako nani? Mola wangu. Hesabu hii ni zito kweli kweli, hili jibu unawe, unaweza ukaliona ni jepesi, lakini zito kweli kweli. Kama ulikuwa humtambui Allah huko duniani, uliishi maisha yako unaotaka, hautosema allahu rabbi, Allah ndio mola wangu, hautosema katu. Hesabu hii ndo namba moja. Marabu, nani mlezi wako aliyekulea mpaka ukafika hapa nani? Swali la pili, wamadino ka dini yako nipi? Hili ni hii ni hesabu ya kwanza hii ya akhira. Dini ya... kama hukuwa kwenye dini ulikuwa unaishi maisha yale unaotaka wewe ah. Bwana hapajibiki bwana. Alislamu, dini dini ndo Islamu. Hmm, wa man nabiyuka na ni nani? Nani nabii wako? Hutojibu sasa hivi ukiulizwa, rahisi, Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ndio nabii wangu. Lakini haya majibu haya hayatatoka ila kutokana na matendo yako na utaufiki ya Allah subhanahu wataala na ndiyo maana ndugu zangu, tunapofika pale kwenye kaburi tukakuingiza pale kwenye mnadani, ukimaliza kufukiwa, huwa tunasemaje? Huwa tunakaa huko nyia, jio thabataka llahu bilqauli thabit allahuma thabituhu bilqauli thabit, mwenyezimungu akuthibiti. E Allah, tunakuomba umthibitishe kwa kauli ya nini? Kwa kauli ya thabiti Thibiti shehe, kwa kauli ya nini? Thabiti, mjali aweze kujibu maswali atakayeulizwa. Tunambembeleza nani? Allah. Mtume akiwaambia akiwaambia masahaba istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu alana yusal, mtakieni msamaha ndugu yenu, namwombeeni ithbati aweze kujibu yale maswali kwani hivi sasa naulizwa na wale ni malaika wawili wako ndani ya kaburi. Ndugu yangu, malaika wangapi? Wawili. Wanamuuliza maswali, na wale Mwenyezi Mungu ambaye amewathibitisha kwa amali zao, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, anawathibitisha Mwenyezi Mungu wale walioamini wa imani ya sawa na qawlu thabit, qawlu thabit ni kurudisha majawabu ya maswali ya malaika wale wawili. Haya maswali matatu ndio ya mwanzo mwanadamu anaulizwa katika maswali ya akhira. Na haya maswali ndugu zangu, tuzidi sana kujikurubisha kwa Allah na kurudi kwake na kuzienzi na kuzifuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyo ipasavyo ili kwenda si siku ya kiyama, nani siku nani, unapoingia kaburini, mwenyezi Mungu akuthibitisha kwa kujibu maswali hiyo. Moja, wayuhasabu kullu insan yaumal kiyama, kila mwanadamu siku ya kiyama atahesabiwa. Yako hisabu inakujaje hii, bwana hukwepi. Ani umrihi, kuhusu umri, umri wako lazima uhesabiwe umri wako umri wako. Yani, waan umrihi fima abla, umri wako uliuisha uliisha vipi? Nini ulifanya ulipokuwa duniani? Umri wako uliutumia vipi? wa an shababihi, na utaulizwa kuhusu uze, nani ujana wako ujana uliotumiaje? paka ukaisha ukawa mtu mzima, huwezi kazi chochote, huwezi kufanya chochote. Ujana uliotumia haya, ni maswala wa an malihi, na kuna atakayeulizwa kuhusu mali yako, ulichumaje? bima anfak bima kasab bima kasabta wa bima anfakta, ulichumaje? katika njia za halali au za haramu, alafu ulitolea vipi mali yako? mali yako ulitolea zaka mali yako uliwapa n wale wenye kuomba na wale ambao hawaombi? Mali yako ilisaidia ilisaidia ndugu zako katika imani? Mali yako ulisimamana imani ulisimama nayo katika njia yangu? Mimi nilikuruzuku wewe bila thamani, bwana ukunipa chochote, uliitendea haki wani ilmihi. Na watu watakwenda kuulizwa kuhusu elimu, na hapa watu watabana elimu tulikuruzuku. Kuna mamia na kuna maelfu ya watu na kuna malaki, lakini wewe tulikupa katikati ya watu zaidi ya elfu kumi kumi na tano au laki moja laki mbili, tulikupa wewe elimu hii. Maswali ni mawili: uliifanyia kazi gani? Wewe mwenyewe ulifanana na elimu yako? Ya pili, je, uliisambaza elimu? Uliongoza watu kutokana na elimu yote ni maswali haya. Yatakuwa ni siku gani? Wakati tumefufuliwa pale, kabla hesabu nyingine.